Anam helo, mambo vipi? Ana tupo stationari maharufu, stationari kubwa, stationari ya viwango vya hali ya kimataifa. Hii stationari inapatikana ndani ya wilaya ya Masasi, maeneo ya stendi kubwa ya mabasi, na hadi stationari ndiyo habari ya mjini wanasema. Wanasafirisha mizigo, lakini mizigo yote ile inayohitajika katika stationari, hapa unaweza kuipata bwana. Hii stationari ipo Masasi katika mkoa wa Mtwara, ndani ya maeneo ya stendi na hapa nipo miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi hapa stationali, Nahd stationali. Twende tukamsikie ni huduma zipi ambazo zinazopatikana hapa, lakini pia na unafuu wake, na namna ambavyo mizigo inaweza ku E, safirishwa tutakwenda kumsikia nini anaweza kutueleza kwa habari ya hii stationery hapa Masasi mjini. Habari za saa hizi, na salama. Salama kwema kabisa, haya kwema kabisa. Ah, bwana naitwa Yusufu, unaitwa nani mwenzangu? mimi naitwa Mauridi Dadi na Ngundu. Mauridi Dadi na Ngundu. Sawa, naam. Naam. Okay, Uridi Dadi na Ngundu naam. A, sisi kama Mtanga TV Nde, tumesikia huduma bora zinazotolewa hapa NAHD Stationery, tukasema leo tutaweza kufika hapa ili tuweze kujishuhudia kwa macho hizi huduma ambazo zinazopatikana hapa Nahd Stationery. Na tumeshafika hapa, tunaomba utueleze na wapenzi wa watazamaji wa Mtanga TV waweze kufahamu huduma zipi ambazo zinazotolewa hapa Nahd Stationery. Ni huduma zipi ambazo zinatolewa hapa Nahd Stationery ya hapa? Tuna kwanza tuna supply mizigo, yes. Yani huduma ambazo zinapatikana hapa kama daftari tunatoa tunauza hizi mashine kama hivyo zinavyoonekana tunazo hizo za printa, tunazo hizo za kopi, lakini pia tuna huduma tuna, tu, nyingi kama hizo kalamu daftari, lakini pia tuna supply mkoa mzima, yani tuna supply mkoa mzima. Lakini pia tunazo huduma za, za picha ambazo ni una, una print picha, tunapiga picha hapa hapa na tukaprinti wewe unapata picha ambazo zina mwonekano mzuri eh, lakini pia tunazo huduma mbalimbali kama za intaneti, yaani ukifika hapa unapata hizo huduma ah, okay, yeah. Okay, sawa, yeah. Na kwa namna ambao, kwa wale wateja ambao wangetamani kuweza kupata huduma, lakini kutokana na mazingira, ni namba zipi ambazo wanaweza wakazitumia ili kuweza kuwapata hawa hapa na NAHD Stationery. Yeah. Yeah. Namba ambazo tunatumia ni sufuri saba moja saba 233556 lakini, mtandao mwingine ya teli ni 0783233556. Okay sawa. Na kwenye mitandao ya kijamii ni namba hizo ndizo zinazotumika. WhatsApp e, WhatsApp hizo hizo, YouTube zinapatikana kwa kwa, kwa namba hizo. Oke, okay, sawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ambavyo umekwisha kusikia, ni mtendakazi wa hapa Nahd Stationery akiwa anaeleza baadhi ya huduma zinazopatikana hapa Nahd Stationery ndani ya wilaya ya Masasi. Wewe ulioko Masasi na viunga vyake wote mnakaribishwa stationari stash kubwa ya viwango vya hali ya juu, huduma zote zinapatikana, madaftari, kama ambavyo amekwisha kueleza, huduma zote zinapatikana. Hivyo wewe ulioko ndani ya Masasi, ulioko nje ya Masasi na ulioko kwenye mikoa bahazi na mikoa jirani, huduma zinapatikana hapa Nahadi na wanafanya delivery kwa uhakika na kwa usalama na asilimia mia moja Unaweza kupata mzigo wako ukiwa salama. Nikukaribishe uwopo Masasi, kituo ni kimoja tu, steshonali ni moja tu, ni Nahadi Steshonali, ndipo kwenye huduma bora na mzuri kwa ajili ya mahitaji yako. Karibu Steshonari Nahadi ili uweze kupata vifaa bora na vitu bora kwa ajili ya utendaji kazi wako. Asante na bye. Bye. Endelea kufuatilia Mtanga TV kwa ajili ya update mbalimbali zinazoendelea. Asante na bye. Bye.